Wakati tunafanya zoezi la uokozi maji yalikuwa yanafika mpaka eneo la kifua. Kituo hiki tulifika katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika na mvua hizo na kushuhudia uharibifu wa nyumba za wakazi wa maeneo hayo pamoja na huduma zingine kukwama, ambapo waathirika wa mvua hizo wanaelezea athari walizopata. Ukiniangalia kama mimi, tangu saa 12 nilikuwa naenda sokoni, lakini niko hapa mpaka saa hizi saa 3 sijaweza kupata usafiri, maana barabara yote imezibwa na maji ku na ni daraja lile limezibwa na magogo, ndio maana unaona hatujaweza kupita. Ilikuwa kwenye saa saba usiku, nikasikia makelele ya maji, tukatoka nje, tukakutana na maji yanakuja kwa kasi sana, yenye matope uchafu mwingi. Ilikuwa ni saa saba za usiku, tuna watoto, hatujui cha kufanya, kwa tukashikwa na uoga, tukaanza kupiga kelele, hatuna pa kukimbilia. Maji yametapakaa kila mahali, msimu jana, msimu huu, hii ni mara ya pili. Tungeomba serikali tusaidie, kama kuna uwezekano wa kupanua daraja liongezwe, kuwe kuna ukubwa, kwa sababu ya maji kupita, maanake sio mara ya kwanza. Hii ni mara nyingi inapitisha maji na sio tu hapa. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro Jeremia Mkomagi anaelezea jitihada walizofanya katika kuokoa waathirika wa tukio hilo. Kwa hivyo baada ya kupokea hizo taarifa, jeshi la zimamoto na waukuaji tulifika eneo la tukio na tukafanya kazi ya kuokoa uh, zile kaya ambazo zilikuwa zimezingirwa na, na maji na tulifanikiwa kuokoa jumla ya watu kumi na saba, lakini katika tukio hili pia hizi uh, mvua zimesababisha maafa ya kuanguka kwa ukuta na ukuta huu ulisababisha vifo. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Bwana Nurdin Babu, ambaye amefika katika maeneo hayo, anathibitisha kutokea kwa vifo hivyo na kutoa wito kwa wakazi wa maeneo hayo. Tumepoteza wananchi wetu watatu, eh, kina mama wawili na mtoto mmoja eh, wameangukiwa na nyumba huko juu Mbokomu, eh, kwa sababu ya eh, kuta zile ambazo zime, zilikuwa zimeroa sana. Uh, landslide yakaleta hayo maporomoko, na nitoe tahadhari sasa. Kuna wananchi wengine tukiwaambia jamani, haya ni maeneo ya mkondo wa maji, wao hawaelewi, wanakwenda kujenga nyumba. Kutoka hapa katika eneo hili la barabara hii ya Moshi Dar es Salaam, hapa Kiboriloni, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro, mimi naitwa Lawrence Lisakeli wa ITV.